Mtazamaji uh, wa PDK Generation bado tuko Arusha AICC, ambapo mkutano mkuu wa chama cha wafamasia Tanzania PST umefanyika kwa mwaka huu wa 2025, na... Pamoja nami hapa niko na wafamasia ambao wametoka kwenye taasisi tofauti ambao wameshiriki kwenye mkutano huu na leo ni siku ya tatu. Nitakwenda kuwauliza machache kuhusu mkutano huu na wao wameuona namna gani. Kulia kwangu hapa yuko mfamasia Kelvin, ambaye huyu ni mhadhiri katika chuo cha St. John's Dodoma. Uh, mfamasia, huu mkutano umeuonaje na unaweza uka, una, una maoni gani kuhusu mkutano wa awamu hii? Asante uh, sana kwa namna ya kipekee sana nimeuona huu uh, ni wa kitofauti sana. Nimekuwa nikihudhuria mikutano tofauti tofauti, nilipata nafasi ya kushiriki kipindi cha nyuma nikiwa mwanafunzi uh, baadaye nilipokuwa mfamasia kamili nimeshiriki, lakini huu umekuwa tofauti kidogo. Kwa hiyo tofauti yake ni nini? Tofauti yake ya kwanza ni mapokeo umepokelewa kwa ushawishi mkubwa. Namba ya uhudhuriaji ni kubwa, lakini ni ya um, kohoti mbali mbalimbali, sio ya vizazi fulani tu. Kwa hiyo utaona kuna watu wa miaka ya karibuni, wazee kabisa wale, wa katikati hapo kina sisi. Kwa hiyo vyote hivyo vimefanya, imekuwa ya tofauti okay. yeah. hapa kuna kuna Gen Z, kuna millennials wale, kuna x kabisa, kuna wazee wetu ka... na hapa kuna mtu nimeona maanake anasema mwaka 74 wao ndo wameanzisha hii eh, mafunzo haya ya pharmacy pale Mwimbili, kwa maanake ni mzee ambaye ana miaka zaidi ya 80 naweza kusema alikuwa hapa. Kwa hicho ndio nataka kusema, kuanzia hao mpaka ambao wako intern, wengine wako shule kabisa, wanafunzi okay. na unawaambia nini labda wale ambao kwa namna moja au nyingine wameshindwa kufika kwenye huu mkutano? Kwa kweli uh, ni wame pole kwanza, wamekosa wame vitu vingi sana kwenye mkutano huu. Kulikuwa kuna package kubwa yenye vitu vingi uh, lakini kuna kitu pia cha nje ya mkutano ambayo ilikuwa ni uh, networking uh, mimi nilipata nafasi ya kukutana na watu ambao pengine nisingeweza kukutana nao kwa kawaida, au ingenihitaji karne, ingenihitaji decade kukutana nao, lakini kwa watu ambao pia nisingeweza ku access kwenye ofisi zao hivi hivi, lakini kwenye mkutano huu unaweza ukamsalimia ukamshika mkono akum, ah ukamkumbusha mimi ni fulani. Kwa hiyo wamekosa vitu vya namna hiyo ambavyo kwa kweli wakati mwingine tunawaambia waje waje waje yeah. Okay, uh, wale ambao mmekosa kwenye mkutano huu mnaambiwa mje mje mje. Ana mhadhiri hapa amesema, huku hufuati protokol kwenda kumuona mtu ambaye pengine yuko mbali sana. Ukitaka kumwona inabidi upitie kwa kufuata utaratibu, utachukua muda mrefu. Kwa hiyo ukiwa hapa unamuona kirahisi. Nashukuru sana. Na kushoto ha, kwangu hapa nipo na mfamasia mwingine ambaye, huyu ni mfamasia wa mkoa, mfamasia e, Musa Musa, huu mkutano umeuonaje na wewe kwa upande wako? Um, asante kaka Pius. Uh, kwanza niomba kusema kwamba ni mkutano mzuri sana. Tulikuwa tuna mgeni rasmi makamu rais, ambaye alitu grace kwa niaba ya rais, tulifungua uh, kikao very openly, na tulikuwa tuna topics nyingi tofauti tofauti ambazo zili aim kwenye mambo kidogo ambayo ni magumu kwenye kudiscuss kwenye pharmacy, Okay. lakini tumeweka mazingira ambayo yapo open kuweza kuyadiskas kuweza kuyajadili kupata way forward, ili hata profession yetu ya wafamasia iendelee ku move forward. Lakini pia chikikao kwa nafasi kubwa, kama alivyosema hapo kaka Kelvin kwamba opportunity, opportunity nzuri sana ya kufanya networking, so kufanya tu new networking, lakini tunaweza ku reconnect tena na wafamasia ambao tulikuwa tunajua labda kipindi cha nyuma, sasa hivi wameprogress kwenye taasisi tofauti, wamefika kwenye vyuo tofauti. Tunaweza kushare mawazo, tunaweza kushare different ways, tunaweza ku overcome challenges ambazo tunakutana nazo kwenye profession. Kwa hiyo ni kikao kizuri sana na bado kinaendelea, na kwa kiujumla, message tu kwa wafamasia wengine ambao wameshindwa kufika. Uh, I think tumejitahidi hapa kuwakilisha wafamasia ambao hawajafika. Tumekuwa wafamasia wengi sana. I think day ya kwanza tuliujaza ukumbi mpaka ikabidi tuanze kutafuta viti sehemu nyingine. Lakini I think tumewakilisha vizuri wafamasia ambao wameshindwa kufika. Lakini pia wito kwa mwakani, wafamasia wengine waweze kutojoin ili kuboresha majadiliano na mawazo na tuendelee kufanya networking na kuboresha Profesheni yetu ya wafamasia. Na shukuru sana uh, ujumbe wake ni kwamba mwakani wafamasia wengi zaidi waweze kushiriki na bila shaka itatafuta ukumbi mwingine kwa sababu ukumbi uliotumika wakati huu umejaa hapo pomoni, mpaka ikabidi viti vikaongezwe ili watu wapate sehemu ya kukaa. Hongereni sana wafamasia. Bila shaka kwa upande wa supply chain ambako ndio wewe uko zaidi, eh, kuna mambo mengi ambayo umeyapata hapa bila shaka. Ndio, ndio. Tumejadiliana na mambo mengi ya supply chain ambayo tukiongelea mambo ya supply chain, ambayo pia uh, kwa namna nyingine inaitwa mnyororo wa ugavi wa bidhaa unaanza mbali sana, unaanza kutoka level ya bungeni tunavyoanza kupanga budget, tunapopanga budget, tunavyoingia kwenye hela zinazofika wizarani, zinazopangwa kufanya maamuzi tofauti, mpaka inaofika MSD na inaofika vituoni. Kwa hiyo kwenye hichi kikao tumejadili tume, tume mambo mengi mengi tofauti ambayo mojawapo ambayo ilikuwa key kwenye kikao ni kutengeneza kurugenzi ya pharmacy, ambayo pia kwenye mnyororo wa ugavi itatusaidia ku specialize zaidi kwenye wizara, kwenye huduma za pharmacy, ambapo wenyewe tuweze okay, kusimamia kwa ukaribu na kwa efficiency fulani, ili yani mnyororo wa ugavi tuweze kuiboresha. Tunamshukuru rais wetu mama Samia, bajeti ya dawa kila mwaka imeongezeka tunashukuru na bado tunaendelea kujaribu kuboresha huduma. Tunanunua dawa tunanunua vifaa kwa. Tunamshukuru mama, na nawakaribisha tena wafamasia, tuendelee kuboresha uh, huduma zetu za kwenye mnyororo wa ugavi, kuboresha yani huduma ambazo zinakuwa zinafika kwa wateja. Nashukuru sana Famasia Musa ambaye huyu yuko kwenye ngazi ya mkoa ambao kwa kiasi kikubwa anashughulika na mnyororo huu wa ugavi wa bidhaa za afya ama supply chain. Na hapo umemsikia akisema e, Mheshimiwa Makamu wa Rais ameagiza swala la kuwa na kurugenzi ya dawa e, Wizara ya Afya washirikiane na Wizara ile inayohusika na mambo ya utumishi kuweza kulikamilisha kwa haraka ili kuweza kuongeza ufanisi kwenye mfumo mzima wa e, ugavi wa bidhaa za afya kwa sababu tunaona budget imeongezeka na mambo mengi yameongezeka kwa inabidi kwenye famasi kuwe na kurugenzi, na Makamu wa Rais ameshaagiza jambo hilo liende kukamilika. Sasa sio kwenye supply chain peke yake. Mheshimiwa hapa hadi Kevin, yeye yuko kwenye masuala haya ya akade, ni, ni, ni akademia hawa tunasema, na kuna mijadala mingi imeibuka hapa kuhusu mitaala na nini eh, kaka Kevin. Unaweza uka, ukaeleza uka, uka nini kuhusu upande wenu kwa upande wa akademia kwa nyemboa mko vyuoni mnaofundisha wataalamu hawa wa dawa. Nini ambacho kimetokea kwenye huu mkutano kikubwa ambacho kinaweza kikasaidia kuboresha upande huo? Okay, nashukuru sana kaka Pius. Uh, kwanza ukiangalia hotuba ya Mheshimiwa Rais wa uh, chama chetu aligusia kuhusu uh, kuomba msaada um, kwa maana ya kwamba sasa kama makamu wa rais angeweza kutoa maelekezo au, au mwongozo ili basi wale walioko chini yake na serikali kwa ujumla waweze kushughulikia swala la vigezo vya udahili, ambayo pia imekuwa ni changamoto kubwa kwetu. Karibu mwaka wa tatu sasa kumekuwa na mvutano huo. Mchakato um, wa kubadili vigezo umekuwa ukichelewa uh, unafanyika ukamiliki na kuna mvutano ya wadau waliopo kwenye mafunzo ambao wamefanya ime, imechelewa, lakini ni jambo ambalo ni muhimu na kiukweli, ni jambo letu wafamasia wote ambao tayari tumesha uh, kuwa kwenye uh, practice, tumefanya tumeona. Uh, sisi walimu pia tunaona kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwa na vigezo stahiki. Unapokuwa na mwanafunzi ambaye hana vigezo sahihi vya kufundisha, hafundishiki kwa hiyo uh, kwa mazingira fulani unamlazimisha afaulu, pengine awe mtaaluma ambaye atashindwa kudeliver, kuwasilisha yale mambo ambayo amepaswa yafanye. Na kama tutaendelea kufanya hivi, pengine tutakuwa na changamoto nyingi baadaye. Kwa hiyo mimi naomba pia wadau mbalimbali wa sekta ya elimu, wadau kwenye sekta ya afya, tuungane tuweze kufanya jambo la vigezo liwe la kipaumbele sana na ikiwezekana kabisa basi wote tuwe na kauli moja ya kwamba tunahitaji vigezo vya juu vitakavyoweza kuwasaidia wanafunzi wasome vizuri waweze kufundishika na hatimaye kuwa wataalamu bora. Na e, kwa ujumla kwa niaba ya wenzangu kwenye upande wa taaluma tuli, tulipewa maelekezo pia ali, wakati wa hotuba ya makamu wa rais, kwamba vyuo viongeze juhudi kwenye kuandaa vizuri, kwa hiyo tumelipokea hilo. Kwa hiyo this was one of uh, my take away kwenye mkutano huu, kwa hiyo nafikiri ntarudi kule kwenye forums zetu wa walimu, tutaanza kuifanyia kazi, tuone namna gani tutaboresha mifumo vizuri, tu, tu, tuweze kutoa elimu nzuri kwa kila ambacho tunaweza ambacho kipo ndani ya uwezo wetu. Nashukuru. Kwa hiyo unaniambia hapa zinahitajika d D2 au tano au ni C, kwa wewe unavyoona kwa maoni yako tu binafsi, unaona hii tunavyosema tuboreshe hivi vigezo au tuvi, tuvibadilishe, au tuviangalie, unamaanisha nini kiufupi? Changamoto tulionayo ni tafsiri kwenye miongozo ya elimu dini, kufaulu ni pass. Sasa sisi tunataka tuende beyond pass, kwa maana ya C average. Kwa hiyo tuwe na mtu ambaye ni average performer aweze kuwa kuingia kwenye eh, kwenye kwenye tasnia yetu, lakini isiwe D2 wala isiwe C2, kwa sababu pharmacy ina involve integration ya basic knowledge kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo zile core subjects za kwenye secondary school eh, zi, ziwepo. Kwa hiyo tunahitaji kuona mtu anahesabu, kwa sababu kuna sehemu ya kufanya eh, ya, ya, ya kufanya Fulani. Kwa hiyo itakuwa mtu ambaye anajua physics, anajua chemistry, ni rahisi kumwelekeza vizuri kwamba hii dawa zetu zitakuwa na stability hapa, hazina stability hapa, ikienda tumboni kwenye eh, pH ya ngapi itakuwaje? Ni rahisi kuliko mtu ambaye alikuwa ana ufaulu wa chini zaidi. Kwa hiyo vilevile tunafikiria somo la Kiingereza ambalo ni muhimu kwa sababu tumia lugha ya Kiingereza. Ukitazama reference books, reference materials nyingi sana kama si, ni zote tuseme yeah. Kwa ufupi ukiondoa, ukion, ni zote pia. hata, hata, hata, hata miongozo ya ndani ya matibabu ni ya Kiingereza, kwa hiyo tunafikiri mtu ambaye ana faulu ana ufaulu wa wastani kwa maana ya C, angeweza kuwa mtu mzuri sana angefundishika vizuri kazi ya walimu ingekuwa tamu. Mtazamaji huyu mhadhiri hapa yeye amesema D sawa, D umesema anakuwa amepass. Lakini C anakuwa amefanyaje? C ile mnaita nini, ni average. C uh, ni average. Kwa hiyo anasema COD tu ikiwezekana, tuende kwenye C kabisa, ili tuweze kupata wataalam ambao, uh, wanafundishika kirahisi, na sekta ya afya ni sekta nyeti, kwa hiyo ni muhimu tukawa na watu ambao wako serious, kwa sababu wanakwenda kushughulika na afya ya binadamu, kwa hiyo maoni yake hayo, ni maoni yake binafsi nafikiri, na kuna maelekezo pia ambayo serikali imetoa kwa wao wenye vyo kwenda kuyafanyia kazi, na amesema anakwenda kuyachukua. Wataalamu na washukuru sana kwa muda wenu na hongereni kwa kuhudhuria kwenye huu mkutano, na kwa wao mtazamaji wa PDK Generation, endelea kutufuatilia, tutaendelea kukuletea e, makala mbalimbali kuhusu kinachojiri hapa mkutanoni, ambapo ni Arusha AICC, pamoja na makala nyingine nyingi za afya. Babai kwa sasa.